Ni sehemu ya utamaduni wa kawaida kwa kampuni ya Vivo Energy Tanzania kutoa fursa kwa wateja wake kutoa maoni, ushauri na hata mtazamo wao kuhusiana na huduma wanazozifanya. Mkurugenzi Mkuu wa Vivo Energy Tanzania, Mohamed Bugriba, akitoa taarifa kwa umma, amesema kampeni hiyo inalenga kuhamasisha huduma zilizo bora ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa malengo ya utoaji wa huduma zenye ubora.

Kwetu sisi, wewe ni namba moja, ongea nasi. Dr. Eileen Meena ni mkuu wa idara ya masoko, mawasiliano na miradi ya jamii wa Vivo Energy Tanzania. Katika sehemu ya maelezo yake akaeleza dhamira ya kampuni hiyo kutekeleza kampeni hiyo sisi tunasema nini? Tunataka wateja waweze kutoa maoni yao. Kwa kifupi, lengo hili ni wateja kutoa maoni yao, maoni yoyote yale. Mazuri watuambie, mabaya yatuambie, tulipo katikati tujue pia, ili tuweze kuboresha huduma zetu kulingana na mahitaji ya wateja wetu. Hilo ndio lengo kubwa, na kampeni hii si ya mara moja, wiki moja, wiki mbili, wiki tatu. Hapana, kampeni hii ni ya mwaka mzima, ni ya mwaka mzima, na wateja wanaweza kuskani QR kodi wanapokuwa vitu, vituoni, na wanaweza kutupa maoni yao yetu maoni kwa ajili ya engine aa, lakini pia wanaweza kuingia kwenye mitandao yetu aa, engine wakapata linki na wakaweza kutoa maoni yao kwa hiyo nitawashukuru sana watanzania walioko Dar es Salaam walioko sehemu tofauti tofauti katika nchi amba, ambapo tupo, waweze kutoa maoni yao sahihi, maoni yao yote wanaofikiria kutuambia muda wote. Amekaa nyumbani akaskani QR code, atuambie anakumbuka nini. Je, mhudumu wetu amemhudumia vizuri? Je, huduma waliopata wamepata nzuri? Je, alipobadilisha kilainishi imekuwaje? Je, alipowekewa mafuta amewekewa alipo sahihi, ili tuweze kuboresha huduma um, zetu vizuri. Sio tu hapo, bali itajenga tija kwa watanzania wanaohudumia wateja wao vizuri kuweza kukaa kazini kwa kuhudumia vizuri kutoka moyoni. Yaani ni vitu ambavyo tunataka tu, tu, tu, tu, tujisikie mteja yuko kwetu na asijisikie kwenda sehemu nyingine zaidi ya kuwa engine. Asante, nasema Ongea Nasi, kwetu mteja ni namba moja.